Nataka ni kuonyeshe namna rahisi sana ambayo utaweza kuitumia kushare link ya duka lako au la biashara yako ambayo tayari imeunganishwa na, na Ghala. Fungua application yako ya Ghala merchant app, halafu nenda kwenye sehemu ya account. Sehemu ya account bana ipo sehemu ya chini kabisa kwenye uh, application ya Ghala, ipo upande wa kulia chini, imeandikwa account. Bonyeza hiyo sehemu halafu tazama tena pia upande wa, upande wa wa kulia juu kuna icon kama vile ya QR code, ibonyeze. Kisha ibonyeza uh, itafunguka uh, page ambayo inaonesha QR code yako ambayo, uh, hapo hapo unaweza kampa mtu aweze kuscan ili aweze kuaccess biashara yako kupitia WhatsApp, au unaweza kufanya maamuzi ya kuweza kushare hiyo link au kushare QR code kwa mtu ambaye unatamani aweze kuweza kufanya manunuzi kupitia WhatsApp. Uh, kwenye duka lako. Kwa hiyo cha kufanya hapo ni kuweza kubonyeza share. Na kwa sasa hivi bana tu share hii QR code kwenye platform ya WhatsApp. Kwa hiyo mimi nitachagua hii platform ya WhatsApp alafu nitachagua kuweza kushare na jamaa mmoja hivi anaitwa huyu hapa. Nitashare na hii QR code, nitabonyeza send. Nikirudi kwenye WhatsApp hapa, nitaweza kuona uh, kwamba nimekuwa nimemtumia tayari kwa hiyo yeye akiweza kuscan hii QR code moja kwa moja itaweza kumpeleka kwenye duka langu ili yeye aweze kufanya manunuzi. Kwa hiyo kwa mfano uh, nikifanya maamuzi ya kuscan hii QR code, kwa mfano hapa, wewe ni scan, inaambiwa nifungue kupitia WhatsApp uh, itanipeleka moja kwa moja kwenye maongezi ya, ya, ya kuanzisha, kwa mfano hapa nipeleka kwenye namba ya WhatsApp ya hii uh, duka ambalo nimeweza kushare. Kwa hiyo hapo hapo ndipo nitaanza kuweza kufanya manunuzi kwa kutuma message alafu yenyewe itanijibu kwamba ninahitaji bidhaa gani ili niweze kuhudumiwa. Uh, kwa hiyo hiyo ndio namna rahisi sana ambayo wewe kama mfanya biashara ambaye tayari sasa hivi unatumia application yetu ya Ghala na unatumia huduma zetu za Ghala Ndo namna pekee ambayo utaweza kushare link na uh, kushare taarifa za duka lako kwa watu ili waweze kujihudumia.